Uh, mara nyingi katika maisha huwa tunaweza kuwa na fursa mbalimbali au tunaweza kukutana na fursa mbalimbali au tukawa na vitu fulani fulani katika maisha yetu na wakati mwingine tusivitumie, uh, kama ipasavyo. Uh, hivi umeo kujiuliza kwa nini wewe unatumia simu ya smartphone? Umeo kujiuliza kwa nini kwenye simu yako kuna application mbalimbali labda mbali. Uh, labda umeo kujiuliza kwa nini una Facebook una YouTube, uh, una WhatsApp una Instagram una TikTok una application nyingi eh, una una una, una Google una Gmail, una una application nyingi sana kwenye simu yako. Si kama wewe kujiuliza, inawezekana una unazitumia una hizo application au hauzitumii, lakini inawezekana unajua kwamba hiyo ni fursa, au kawa haujui kwamba hiyo ni fursa, lakini leo nataka nikupe uh, nikupe idea moja au nikupe wazo fulani. Kwa mfano ukisema utumie vizuri moja kati ya application hizo, labda nitolee mfano application ya YouTube ambao hata sasa hivi ukaamua una unaitumia, so, uitumie eh, kimkakati hivi, unajua kwamba inaweza kukusaidia kupata vitu vingi sana ambavyo uh, unavihitaji. Kwa mfano inaweza kukusaidia kupata maarifa mengi sana ambayo inaweza kukusaidia kuboresha kazi unayoifanya, kuboresha mipango ulionayo, kuboresha ma, ma, ma, malengo yako, kwa sababu kupitia YouTube kuna kila maarifa eh, kuna kila kitu ambacho unakihitaji. Kuna watu wamewekeza sana kufundisha, kuelimisha kupitia mtandao wa YouTube. Sasa ukiamua hiyo application ya YouTube ambayo ipo kwenye simu yako ukaamua uitumie kimkakati. Mimi nataka nikwambie mwezi mmoja tu unakutosha, kwa mtu wa tofauti, mwezi mmoja tu unakutosha kabisa uwe kuanza kuwa mtu wa tofauti kwenye kitu kila ambacho umeamua kuwa bora. Kwa mfano unaweza kaamua uwe bora kwenye eneo la mahusiano, uwe bora kwenye eneo la kibiashara, uwe bora kwenye eneo la taaluma yako, kupitia YouTube peke yake, ukasema mimi sitaki kutembelea application nyingine yote, sitaki kuingia Instagram, sitaki kuingia Facebook, sitaki kuingia TikTok, sitaki kuingia sehemu nyingine yote. Mimi nataka ni base na YouTube. Ukatenga muda wako. Ukaweka na bando lako la kutosha. Mimi nataka nikwambie YouTube inatosha kabisa kukubadilisha wewe kutoka kwenye level uliokuwa nayo labda miaka kadhaa iliyopita na kuanza kwa mtu mwingine wa tofauti kabisa, kwa sababu kuna maarifa ambayo unahitaji ya kila aina yanapatikana kwenye application hiyo ya YouTube. Kwa hiyo sasa, mimi naomba nikupe wazo uanze leo kutumia YouTube kimkakati, na inawezekana haujui kwamba una, una, una, unawezaje kama labda pengine wakati mwingine unakuwa hauna bando unawezaje? Mimi nataka nikwambie, unaweza kaamua ukawa unazi download zile video ambazo unatamani au yale masomo ambayo unatamani kujifunza, ukawa una unaya download. Kwa hiyo hata siku ambayo hauna

hekima zao zikakujenga wewe leo ukawa mtu zaidi ya vile ambavyo walikuwa wao, wow. kwa hiyo tumia YouTube kimkakati. Naamini kabisa inaweza kukusaidia kupiga hatua fulani kwenye maisha yako.